Guys, tuwa unboxi hii handbag ambayo tuliagiza wiki iliyopita kwenye 168 kwa wale ambao tulikuwa darasani jumapili iliyopita tuliagiza pochi na niliwapatia huyu supply kwa sababu nimemema huyu supply ni mzuri na you can imagine within one week mzigo umenifikia Tanzania maana niliagiza jumapili na mi nimepokea toka jana kwa hiyo you can imagine kwamba

Nakumbuka mna kama darasani mlikumbuka, nilihangaika sana kutafuta pochi ambayo naitaka, then je, yeah, ndicho kiagiza ni chenyewe. Hmm, sikutegemea kwanza kwamba supply angekuwa yuko chap kiasi hichi. Kwa hiyo na supply huyu nimewapa kwa kwa nimewapaw kwae ambao nafikiria kuanza biashara ya pochi, content za supply unazo kwenye group pale unaweza ukawasiliana naye ukaagiza mzigo wa kutoka China. Niambie, ni supplier ya kumwamini, na na pochi nyingi nyingi sana. Ngoja niendelee kuwapa screenshot hapo muone pochi alizonazo nyingi, but mimi nilikuwa natamani hiyo na pochi nyeupe, kwa sababu kusina sina saizi ndogo. Guys, mnafikiri mnaona pochi ya shilingi elfu kumi hii <laughs> na package ni nzuri umeona, eh, nafikiri mmeiona, na ni pochi hii hapa shilingi 10000 kama tulivyoiona, ndivyo vile vile. Jamani hapana, hakuna mazinga umbo jamani, wani si sisi, hamna kuibiwa kwa sababu umeona process nzima ya kuchagua na nimeagiza pesi moja tu. Kwa hiyo mtu anayekuambia lazima uagize pesi 20 30, huyo anaku anakudanganya anaku, jamani. Sasa shilingi 10000 wewe, nimeanza kama ni biashara hapa, nikiamua kuuza hapa jamani, elfu thelathini na tano mtu utoe, elfu arobaini utoe, elfu hamsini na tano utoe, guys. Hili hapa. Kwa hiyo msikae nyumbani kizembe unaweza kuanza biashara yako. Kwa kama unataka masupply kila wiki na omba ujiunge kwenye group hapo. Yes. Ujifunze kila wiki tunatoa supplier mpya wa bidhaa yoyote ambayo unaitaka. Yes, ambaye ninamuamini na ni uhakika. Mmeona nikilipia na nimeipata pochi yangu hii hapa. Yes, pochi ya shilingi elfu kumi hii hapa ya Tanzania. Screenshot hii hapo muone nimelipia shilingi ngapi. Yes, na waliona ambao walipo kwenye darasa. So, Endapo utakuwa unataka kujoin kwa darasa letu, naomba upige simu kwa namba zilizopo kwenye screen. Yes, ili ujoin upate kujifunza mambo mbalimbali na mbinu za kufanya biashara mtandaoni. Usisite ku like kutoa comment kama una unaswali lolote kuhusiana na kuagiza hapa. Wow, jamani pochi ni nzuri nye, mnaonaje? kazuri sana.